Majina, naitwa Dr. Ismail Macha ni mganga mfawidhi wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Sumbawanga. Leo Jumamosi ya tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2025, majira ya saa tano asubuhi, Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Sumbawanga imepokea majeruhi wa ajali iliyotokea kona ya Ulinji, ikihusisha basi maarufu kwa jina la daladala na bajaji. Katika ajali hiyo, hospitali imepokea wahanga kama ifuatavyo. Hospitali imepokea majeruhi 21. Katika hao majeruhi 21 hakuna aliyeruhusiwa, wote wamelazwa. Katika hao majeruhi 21 watatu wamelazwa ICU, au intensive care unit, au chumba cha wagonjwa mahututi, kwa sababu wamepata majeraha makubwa. Kati ya 21 wa nane ni wanawake 13 ni wanaume. Pia katika ajali hiyo hiyo tumepokea wahanga wanne ambao wamefariki wao walifariki moja kwa moja katika eneo la ajali, lakini wakati wa kutoa huduma kuna wengine wawili walifariki kufanya jumla waliofariki kuwa ni sita. Katika watu hawa sita, watatu ni watoto wadogo. Watoto hawa wawili ni wa kiume na mmoja ni wa kike, na watatu ni watu wazima. Katika watu hawa watatu watu wazima, wawili ni wa kiume na mmoja ni wa kike katika majeruhi wote ishirini na moja wanaendelea na hatua mbalimbali za huduma sawa, na wako katika wodi mbalimbali katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sumbawanga. Ni kweli nipo eneo la ajali. Ajali hii imetokea na hii Hiace ilikuwa inatoka vijiji vya Sikaungu pamoja na Malonje kuelekea mjini Sumbawanga. Kuna eneo hili, kuna mteremko mkali, kwa hiyo chanzo cha ajali tuna suspect eh, kwa sababu dereva naye amefariki ao wow, tuna suspect kwamba either breki ilimshinda au wengine wanaweka neutral. Kuna madereva wengi wanapenda kuweka neutral na tunapata taarifa kwamba ene, eneo hilo wanayeka neutral. Kwa hiyo pengine wakati anataka kuengage gia ikamshinda, kwa hivyo akaenda kushoto kwa barabara ambako aliigonga bajaji iliyokuwa imeegesha pale. E, kulikuwa na vijana na mama mmoja walikuwa wanapakia e, cabbage kwa ajili ya biashara wakawa wameigonga basi, na hiyo gari ikaenda ikapinduka. Basi ndio ajali ilikuwa hivyo, kwa hivyo vifo hivyo, hivyo vimetokea pamoja na majeruhi. Eh, dereva naye naye ni mmoja kati ya wale waliofariki.